Moja kati ya vitu vya msingi kwa sasa ni identification, utambuzi wa watu, na watu hawa wakitambuliwa wakapata vitambulisho au utambulisho, na utambulisho ni namba ile ya utambulisho, lakini baadaye ile kadi ambayo inakuwa ina chip ambayo imebeba utambulisho wako. Kwa hivi sasa, hatua tuliyopo ni kwamba kitambulisho chetu kile inabeba pia huduma nyingine, yaani ile chipu ina milango ya kuingizia na kutoa huduma nyingine. Unaweza ukabeba pesa kwenye kile kitambulisho, ukabeba utambulisho kwa ajili ya NHIF, sasa hivi bima ya afya iko mle. Unaweza ukabeba utambulisho kwa ajili ya mifuko ya jamii. Tunaendelea kidogo kidogo kuwa kufanya hiyo integration, lakini mpaka sasa hivi huduma kadhaa zimo kwenye vitambulisho chetu. Kwa hivyo, kama tutaweza kuwapatia Watanzania wote vitambulisho, tutakuwa tumefanya transformation kubwa kwenye digital economy, kwa sababu sasa tunaweza tukafanya biashara na hata wizi. Kupotea kwa fedha ni kwa sababu pesa inatoka kwa mtu mmoja anayejulikana inaenda kwa mtu mwingine anayejulikana, kwa hiyo haiwezi kupotea. Ni kwa sababu ya kutokuwepo kwa utambulisho huo kwa watu wote, ndiyo maana sasa kuna hata matapeli wanapitia huko, lakini utambulisho huu utatusaidia sana, hata katika shughuli nyingine <tuhi> unatoka hapa, unaweza ukaenda benki na kadi ile, zinatofautiana ile kadi <tuhi> ni tofauti na kadi ya benki. Kadi ya benki ukiweka kwenye kadi rida hapa, inasoma kutoka pale kwenye card reader. Card ya benki inaenda kwenye database somewhere, hata ukienda kwenye ATM, halafu inarudisha pale, halafu inakwambia wewe ndio fulani, halafu unafanya. Kitambulisho chetu cha taifa chenyewe chenyewe kimemaliza kinacho kila kitu, hata ukienda kwenye card reader, utapata information zako pale pale, na unapata huduma pale pale. Ukiwa na kilipio unalipia pale pale, sio mpaka ipeleke ipeleke mahali alafu urudishe pale. Ndio utofauti wa vitambulisho kati itamulisho ya vitambulisho vya kawaida na kile cha kwetu, kwa sababu kile cha kwetu cha utambulisho cha NIDA kina hizo facility kina accommodate utambuzi in itself. Sio mpaka uende mahali na kurudi kwenye inu.